Karibu mpapai Digital. Ili uwe kwanza kupata video zetu, tafadhali tunaomba usubscribe, lakini pia usisahau ku like na ku share. Asante. Mbona wewe unaingiza kwenye kitu ambacho nilikuwa sasa kukuingiza huko <laughs> mimi nataka wewe ndio muulize, iliweke tu sawa, yani kwamba hii ni i mean ni jambo ambalo lilikuwepo muda mrefu. Mm na uh, utaratibu huu FIFA wanao, sio kwamba engineer Hersi alivyoingia na kupata madaraka ndio basi kila kitu kimekuwa engineered na yeye, si ndio hivyo, mzee wetu wajambia? Yeah, um, <coughs> <laughs> unajua kuna, kuna, namna, kuna namna vitu vina vinawekwa um, naona kama haviwekwi kwenye uhalisia ambao unapaswa, unapaswa ku, eh, kuwepo nyanyua jambia hilo, na, na sometimes unajua ni kwa sababu uh, watu wetu wanakosa sana taarifa sahihi mm. Kwa hiyo ukosefu wa taarifa sahihi sometimes inakuwa sahihi, inakuwa rahisi uh, kwa manipulate sio, au kuwadanganya uh, kwa watu sometimes sio, kwa danganya ehe, kama kuna kwa hakuna kama watu wanakuwa hawana <coughs> taarifa sahihi mm-hmm, sio? Na leo um, kwa mfano kulikuwa na ishu ya, ishu ya kuwepo kwa dola elfu hamsini nakumbuka mm. Et, vilabu vilabu barani Afrika kwenye, kwenye Champions League kwenye hatua za awali uh, kuanza kupata dola 1500 kuanzia msimu ule wa 24 25 sio ndio? Hiyo taarifa ilikuja ikatukaletewa mbele sana kwamba ilikuwa ni initiative, ilikuwa ni initiative ya, ya engineer mm, vilabu vianze kupata, kupata dola 1500 kuanzia raundi za awali, ni kwa sababu ili yani, huo utaratibu ulikuwa haupo, lakini aka ilivyokuja ndio utaratibu nao ukaanza. No, ndo ndo utaratibu maso sana, nataka kuweka kuweka record sawa. Umeelewa? Ndio. Lakini pia uh, mwaka huu kuna increase kutoka dola 1500, sio mpaka 1000, mpaka dola 1000 1000. Mm. Yes, okay, msimu wa 25 26, hiyo ni kafu hiyo ni kafu sio, mnaelewa sasa huu ulikuwa ni mpango wa President Patrick Mosepe wakati anaingia madarakani kwa mara ya kwanza, sio uh, kufanya uh, mpira wa, wa, wa Afrika sio kujulikana kwa ukubwa wake duniani, lakini pia kuifanya CAF iwe inajiendesha kwa faida, sio na nakumbuka kwenye kongresi ambayo ilifanyika DR nafikiri kwa mwaka huu ilifanyika Kinshasa, kafu kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu wametangaza faida karibia dola milioni tisa na kitu sio, kafu imetangaza faida. Kwa hiyo hata hizi pesa ambazo tunaziona zinakuja kwenye vilabu kuanzia ngazi ya awali, ulikuwa ni mpango wa muda mrefu wa Dr. Patrick Mosep, hata uwepo wa hii aka, sio ni maoni ya Dr. Patrick Mosepe. Sawa, kwamba vilabu na vyenyewe wawe na platform sio ya kuzungumzia ya kuzungumzia vitu vyao. So ambacho ambacho ambacho uh, engineer anaweza kuchukua kama kama credit. Sawa, na sisi ambacho tun tunaweza tukakisema ni kwamba ameingia kama mwenyekiti wa aka akiwa na upepo mzuri. Mm. So, umeelewa? Ndio. Ameingia akiwa na upepo okay, okay. mzuri kwa sababu hivi vitu, vitu vyote ambayo ni vision ya President Mosepe sawa, inatokea wakati yeye yeah, akiwa ni, akiwa ni mwenyekiti mwenyekiti wa aka. Lakini ukija mimi kunieleza, sio kwamba ni yeye, sio ni initiative zake hizi benefiti kwa vilabu zinapatikana, no, mimi nitakwambia hapana ilikuwa so, no, so, so. ni, ni vision ya muda mrefu hmm, ya president wa kafu Dr Patrice Patrice Motsepe hivi kabisa okay. okay. no, no. Ongezeko la hizi pesa ni sawasawa kwenye mashindano yote kwa maana ligi ya mabingwa pamoja na confederation, yani hakuna tofauti, kama ni dola elfu hamsini elfu hamsini kama ni laki moja ambayo imepanda sasani, e, yes, kwa kote. wote ni kote, right. ni mm -hmm. Lakini na mimi kuna muda mm. nikuwa nasikiliza jadala hapa uh -huh. Jonas alimuuliza Wilson kwamba kwa mfano, Maema anaenda timu ya taifa Afrika ya Kusini uh, Simba itabidi ilipwe kwa Maema kwenda kwenye timu ya taifa, kama ambavyo Rais Hersi ana mtazamo huo, anaunga mkono. Sina shida sana na issue ya kulipana, ila issue ni kwamba, kwa mfano, timu inaweza kutoa wachezaji tisa, wanaenda timu ya taifa moja, inalipwa sawa na timu ambayo ikitoa mchezaji mmoja timu ya taifa au wawili. Mm-hmm. Hilo ni swali lakini, kingine nilikuwa nadhani ishu isingekuwa kulipa, ishu ingekuwa hizi fedha ziwe kama nisemeje, kwa title kupata udhamini kwenye michuano ya kafu au kombe la dunia au mashindano ya FIFA mengine, kutoa mgao wa fedha kwenda kwenye klab, kungekuwa kuna jina lingine ambalo hoja seiku kucompensate yule mchezaji Mm-hmm. iwe kama ruzuku fulani kwa kushiriki ambao wewe utajua unatumiaje, si ndio hivyo lakini. Ukisema mchezaji anatoka kwenye club anaenda national team, akiwa kule wewe unamlipa akiumia, narudi kwako hapa, ndio unaweza ukaraise concern kwamba, jamani, huyu mchezaji kaumia timu ya taifa.